Kwa majina naitwa Debora Sengati, ni katibu wa chama cha makandarasi wanawake Tanzania. Kwa historia kifupi, chama cha wanawake makandarasi kimeanza mwaka ishirini ishirini na chama hiki kinawakutanisha wanawake wote ambao wanafanya kazi za ujenzi, ikiwa wa umeme, barabara, majengo na hata wa ICT chama chetu kina wanachama kama mi, wako mia nne na sitini. Kazi ya chama ni kuwakutanisha wanawake na kuwasemea changamoto zao na kuwatafutia fursa katika serikali. Tunamshukuru mama Samia kwa kweli, amekuwa akitujali wanawake. Baada ya kuwa chama hiki tumejiunga kwa pamoja, tulipeleka hoja zetu wakati akiwa kama makamu wa rais, kampelekea hoja zetu na nini tunahitaji, na alifurahi sana kusikia kwamba tumejiunga kwa pamoja, na alisema atatusapoti. Bahati nzuri, Mwenyezi Mungu akampatia baraka, akawa rais. Alipofikia wakati wa kuwa rais, akatujali sana wakina mama, na sio kwama kwa watu wa ujenzi tu, kwa mama wote ambao, kwa ujumla, Tanzania wanajivunia rais huyu ambaye ana mapenzi makubwa na wanawake wenzake. Sisi kama wanawake makandarasi tulienda kumuomba atupatie miradi mikubwa ya kutujengea uwezo wa kina mama, ambapo sisi zamani tulikuwa huwezi kufanya kazi ya lami. Kazi ya lami tulikuwa tunazisikia tu, wanaume ndio walikuwa wanafanya, kwa kuwa sisi vigezo vilikuwa vimewekwa vigumu sana, lakini katika uongozi wa mama Samia kwa kweli, kwa kumpigania mwanamke na kutaka na sisi tunyanyuke tuwe sambamba na wanaume na tuweze kufanya miradi mikubwa, ametupatia miradi mikubwa ya lami ambayo ni kama kilomita ishirini. Hizi kilomita ishirini ziko mkoani Songwe, zina makampuni ambayo yameungana kwa ujumla, ambayo ni makampuni kama kumi na mbili na makampuni hayo yana tuligawanyiwa, waligawanya kilomita tano tano kwa makampuni matatu, na mradi hiyo imeanza na inaendelea vizuri, na wakinamama wanapambana, na kwa ujumla, kwa kweli wanapambana zaidi hata ya wanaume, maana walipofika tu saiti walionyesha juhudi zao kwamba wanaweza na Ndugu mtangazaji, kama utaenda na wewe ukatembelea, nadhani huo ni ushuhuda. Wanawake wanafanya kazi usiku na mchana, hakuna kupumzika, na tuna matumaini. Kazi yetu hii ni ya mwaka mmoja, lakini kama hakutakuwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanatukwamisha, tunaahidi tuna, tuna tunaweza tukamaliza kabla ya muda kufika wa mwaka mmoja. Tunaishukuru Serikali yetu chini ya uongozi wa Mama Samia kwa sababu wizara ya ujenzi ambapo wakiwepo waziri katibu mkuu na TANROADS headquarters wametupa ushirikiano mkubwa. Pale tunapopata changamoto yoyote ni rahisi, yaani utakuta dakika hiyo hiyo imepata ufumbuzi. Tunamshukuru pia na meneja wa mkoa huyu, ndiye hatujawahi kuona jamani, meneja kama huyu ni asubuhi saa kumi na mbili utamkutana tukuja kutuangalia tunaendeleaje. Jioni, hata akikaa jioni atakuja na tuangalia tunaendeleaje, na kila wakati hupiga simu na kutuambia mna changamoto gani. Na watendaji wake wote wa tandrodi wameonyesha ushirikiano, kama una jambo lolote ukipiga simu mara moja wamefika. Kwa kweli tunaushukuru uongozi wa tandrodi, na wakinamama kwa kweli tunashukuru sana sana, mnatujali zaidi ya yote. Tunapambana tumalize mradi huu, na ili tuweze kuwakaribisha ili tuwajengee wengine nao waaminike. Mwanzo walikuwa hatuamini sisi wakina mama, wanasema wakina mama hata ukiwapa kazi hawezi kufanya, lakini mwandishi, nadhani utakuwa shuhuda, wakina mama wamefanya kazi kubwa sana. Na katika kitu ambacho nimejifunza ambacho kilikuwa ni changamoto kubwa ambayo watu walikuwa wanaamini kwamba JV haiwezekani lakini kwa hawa wanawake nimeona JV inawezekana, ni kwa sababu wamekaa kwa pamoja kwa utulivu na kushirikiana. Jambo la pili walikuwa na maswali kwamba wanawake hawawezi hizi kazi za wanaume, lakini tumeidhibitishia umma kwamba wanawake wanaweza. Jambo la tatu ambalo tunaidhibitishia umma kwamba wazawa, wakandarasi wazawa wameweza kufanya mambo ambayo mara nyingi tulikuwa tunaambia wa Wachina ndio wanaweza. Ndugu mtangazaji, anaweza ukapita kwenye eneo hili ukaona viwango vinavyofanyika na watu wanavyojituma, na utaona hakuna tofauti na hawa wageni wanaokuja, kwa sababu wataalamu tunao wa kutosha na, na wasimamizi wetu wanatusimamia vizuri. Tunashukuru sana maana miradi hii ni ya mafunzo kwa kweli. Hawa mama hawa wenye kampuni kumi na mbili wakitoka hapa ni wakandarasi wakubwa na wana weledi mkubwa na wanafanya kazi katika viwango vikubwa. Na hasa wanawake wote walioko majumbani, tujitokeze. Hii kazi ya ukandarasi ni kazi nzuri, kwanza ni biashara, itakusaidia hata kujipatia kipato cha kuweza kuendesha shughuli zako na maisha na kusomesha watoto kwa hiyo na waasa na watoto walioko kwenye mashule wajitokeze kusoma masomo ya sayansi, wasome uhandisi, waje nao waongezeke huku tuweze kupata wanawake wengi majasiri na watendaji wazuri katika kazi ya ukandarasi. Zaidi ya yote namshukuru Mama Samia, kwa kweli, pale tunapokuwa tuna changamoto labda ya malipo, amekuwa ametupatia sisi advansi na wakina mama wanakwenda. Ombi letu zaidi ni serikali iendelee kutusimamia hivi hivi na kutuwezesha ili tuweze kufanikiwa, maana bila wao sisi hatuwezi kusonga mbele. Nashukuru sana sana sana, na nasema na kurudia kwamba mama, tunakushukuru wakina mama kwa ujumla, na sita sio kwa wakandarasi tu. Mimi mwenyewe nimeoshuhudia wamama wengi walikuwa wana wananyanyasika lakini wameweza kufanya biashara, mikopo inatoka kwa warahisi, na wanakuwa wana wanapewa pia riba ndogo. Kwa hiyo tunashukuru sana mama yetu, na tunasema tunakuongezea sitaasisi, wa kina mama wakandarasi, tunasema mitano tena, na Mungu akubariki akupe afya njema. Tunashukuru sana sana sana kwa majina, anaitwa Lea Wilson Mgara. Ninafurahi sana kwa kuona hii barabara yetu ilivyopendeza sasa hivi. Tunamshukuru Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huu ujio wa barabara, kwa sababu tunachoweza kumshukuru rais wetu tumeona hii barabara inaweza ikatuletea mafanikio mengi. Especially tunaweza tukapata, sisi ni wakulima wa viazi, kahawa, njegere na mahindi tulikuwa hatuna barabara nzuri ya kusafirisha mazao yetu. Kwa hiyo tumeona hii barabara inaweza ikatupa inaweza ikatupa morali, hata wageni wanaweza wakaja wengi, kwa sababu hii barabara inaweza ikavuta watu kama watalii kuja kuangalia kwamba huku yula kuna nini, kwa sababu huku yula kuna mazao mengi, na watu wanapenda sana kwamba huku Mbozi kuna mazao mengi Wanasema huku kuna kahawa nzuri, ndio maana tumeona hii barabara inaweza ikatunufaishia. Hata bei hizi za magari yaliyokuwa yanabeba watu humu, bei zitakuwa ndogo, hazitakuwa kubwa kama zamani. Tumeona hii barabara inaweza ikatuletea hata ajira, kama sisi maskini tunaweza tukapata mia mbili mbili, au shilingi ngapi?